Unajua, mwenda wazimu akianza kuvuliwa nguo wakati anapigana, anaweza kuendelea kupigana kwa sababu anachojua ni kutafuta ushindi. Lakini mwenye hekima na busara akianza kuvuliwa nguo wakati anapigana, anaweza kuacha kupigana kwa ajili ya kupata ushindi, akapigana kwanza kwa ajili ya kuzuia asivuliwe. Hii ni kwa sababu kwa mwenye hekima na busara, swala sio tu kupata ushindi, bali kupata ushindi akiwa ametunza heshima yake na utu wake. Mfano huu ulinijia wakati ninaomba kwa ajili ya taifa, baada ya kutoka kanisani. Ni moja mfano ulionijia juu ya Tanzania. Kwanza lilianza andiko la wale wanawake wawili makahaba ambao walimwendea Sulemani. Mmoja wote walikuwa na, na watoto lakini mmoja alikuwa amefiwa na mtoto wake kwa sababu alimlalia alafu akachukua mtoto wa mwenzake na kudai ya kwamba ni wa kwake. Walipofika kwa Sulemani, Sulemani kwa kuwa hakuwa anajua ni yupi ambaye ana mtoto, mtoto ni wa kwake, kwa sababu kila mmoja alidai kwamba huyu ni mtoto wangu, alichofanya akawaambia kwamba basi itabidi tumkate huyu mtoto katikati, alafu kila mmoja achukue kipande kimoja. Yule mwenye mtoto akasema hapana, basi ni heri huyu mwenzangu achukue mtoto wake. Lakini huyu mwingine ambaye mtoto wake alikuwa amesha kufa na alikuwa anang'ang'ania mtoto wa mwingine akasema ndio, ni heri tumkate vipande tugawane. hapo hapo Sulemani akasema kwamba mpeni huyu mama mtoto wake, yule ambaye alidai kwamba ni heri huyu mtoto aishi. Mm, mm, andiko hili liliponijia wakati ninaomba likanifundisha mambo mengi sana, likanikumbusha ujumbe ambao niliutoa jana, kwa habari ya kwamba taifa la Tanzania tusiililie tu kupata haki, bali tuangalie hiyo haki tunaipata kwa namna gani. O, nikapendekeza kwamba hatua yetu ya kwanza ni maombi ya kitaifa, maana kuna wakati ambapo sisi tunaweza tusiwe na majibu. Na, au tunaweza tukawa na majibu ila kwa njia ambayo sio salama, lakini Mungu, siku zote jibu la Mungu ni salama. Kwa hiyo maombi ya kitaifa ni muhimu sana kwenye wakati huu. Sasa, nikirejea hadithi hii ya wanawake hawa wawili, inatufundisha nini? Huyu mwanamke mwenye mtoto halisi aliona ni heri nipoteze haki ya kuitwa mama wa huyu mtoto lakini nisipoteze haki ya uhai wa huyu mtoto. Kadhalika na sisi taifa la Tanzania, hakuna mtu ambaye hana, u, hana ule ushabiki wa kinafiki ambao siku hizi unaitwa uchawa, ambaye anaweza kukanusha kinachoendelea kwenye taifa la Tanzania, ambaye anaweza akabaki tu anasifia serikali. Huyo hatuwezi ha, kumuweka kwenye kundi la watu ambao ni wakweli na wasimamia haki lakini kuna wakati ambapo tunajiuliza kwamba hatutafuti tu haki, bali tunatafuta haki huku tuki, tukiangalia pia upande wa pili kwamba tunatunza amani ya Tanzania. Maana nilitangulia kwenye klipu za kwanza kabisa, kabla maandamano kutokea, kwamba mm, Mungu alinikumbusha kitu kimoja wakati inaomba kwamba tusiangalie tu kutafuta haki kupata haki bali tuangalie tunaipataje hiyo haki. Je, tunaipata haki na huku tukiendelea kutunza amani ya taifa, umoja wa taifa na mshikamano? Kwa hiyo tuseme kwamba sisi ni kama mama mwenye mtoto ambaye hapasi tu kuangalia kupata mtoto wake, bali anapaswa pia kuangalia uhai wa mtoto wake. Kwa hiyo Tanzania tunatakiwa kutafuta mambo mawili au tunatafuta mambo mawili, haki na amani, na vyote ni, ni vya muhimu, maana vyote vinatuhusu. Kwa hiyo kuna wakati ambapo unaona kwamba haki yako unaweza ukaipata sawa, lakini unaweza ukaipata ukiwa umepoteza amani. Kwa ni heri kabla hujapoteza hiki ukaendelea kutafuta hiki, ni heri kwanza utafute namna kutunza hiki ulicho nacho huko ukitafuta nguvu ya kutafuta unachokitaka. Huu mfano ulinigusa sana, lakini pia nipoendelea kuomba nikakumbuka andiko moja la Mithali ishirini na mbili kama sio ishirini na tatu mstari wa tatu ambapo inasema, mwenye busara huyaona mabaya na kujificha, bali wajinga huendelea mbele wakaumia. Andiko hili nalifahamu tangu utotoni, lakini leo nikajikuta ninafunuliwa mambo mengi zaidi. Nikafunuliwa kwamba busara ya mtu hapa inaonekana katika mambo matatu. Jambo la kwanza ni kuyaona mabaya yakiwa kwa mbali. Nasema mwenye busara huyaona mabaya na kujificha, bali wajinga huendelea mbele. Manake mabaya yalikuwa kwa mbele kwa mwenye busara, aliyaona kabla hajayafikia. Kwa hiyo busara ni kuliona ni kuiona hatari kabla hujaifikia. Ha, hiyo ni busara ya kwanza. Busara ya pili ni kujificha, sema mwenye busara huyaona mabaya na kujificha. Manake pale ambapo utaona mabaya alafu sitafute namna ya kujificha, bali mpaka ukayafikia au yakakupata, hiyo busara yako inakuwa imepungua, hata kama uliyaona mabaya. Kwa hiyo busara ya pili ni, ku, ni uwezo wa kujificha, uwezo wa kutafuta ni namna gani utajificha usipate mabaya. Ninaposema kujificha Mm, ni namna ambapo kwamba usifikiwe na mabaya au usiyafikie mabaya. Lakini pia kuna kitu cha tatu ambacho nilijifunza kutoka hapo. Jambo la tatu ambalo linamwonyesha huyu mtu ana hekima kwa mjibu wa hii mithali ni kwamba sio tu kujificha, busara ya mwenye hekima hapo itaonekana kwa mtu ambaye hataendelea kujificha bali ataendelea kutafuta njia ya kuendelea mbele, maana alikuwa na safari. Kwa hiyo mabaya yaliyoko mbele yake yasimzuie kuendelea na safari yake, yasimzuie kuendelea kufiku... na safari yake ya hatima, bali ni namna gani atatafuta njia ili kuendelea mbele bila kupatwa na hayo mabaya. kwa hizo hekima tatu, ambazo mambo matatu ambayo nimeyaona kwa huyu mwenye hekima yanatufundisha pia kwa bahali ya taifa la Tanzania, ya kwamba ikiwa mbele yetu tuna ikiwa safari yetu ni ya kutafuta haki, alafu mbele yetu tukaona kuna hatari ya vita vita ya wenyewe kwa wenyewe, vita ya mm, ya nje, maadui wa nje, maanake lazima tusiendelee tu kutafuta haki, mbele kwenye kutafuta haki, bali tunarudi nyuma na kuangalia kujificha ili tuipate tusipoteze amani tuliyo nayo. Lakini pia hekima tatu, sio kuendelea kujificha huku ukiwa umepoteza haki ukalizika kupata amani, bali unakaa tena chini kuangalia ni namna gani niendelee na safari yangu ya kuipata haki huku nikiwa na amani yangu. Ndo kama mfano wa yule mwenda wazimu na yule asiye mwenda wazimu, anatafuta kutunza utu wake. Baada ya hapo anaendelea na pambano la kutafuta ushindi wake, maana kwake ushindi, maana kwake sio tu kupata ushindi, bali kubaki na heshima yake hata baada ya kupata ushindi. Na unajua, kuna kitu kimoja ambacho pia nimejifunza: huwezi ukapata, ukaona ugumu wa kusamehe kama hujakutana na mazingira ya kumsamehe mtu aliyekuumiza watu wanaweza wasielewe kile ambacho watu wanaodai haki wanakipitia. Tafakari ni mfano ambao ni wahalisi. Tafakari, mtu umefiwa na baba yako, umefiwa na mtoto wako, alafu anatokea kiongozi anakwambia waliokufa ni wa nchi jirani, au anakwambia waliokufa, kwa nini hamkuwazuia, ambapo ulitegemea huyo mtu angalau basi atakama hata kama umefiwa ume, una maumivu basi aje na maneno ya hekima ambayo yatakujenga moyoni. Kwa hiyo, alafu huyo mtu ambaye ameendelea kuchokonoa kidonda, bado unaambiwa umsamehe, sio jambo rahisi. Hapo ndipo ninapowaona uongozi wa teki. Kwa nje mnaweza mkawachukulia poa, lakini ukiuchukua ule, ule uhalisio ukavaa viatu vyao wanatumia hekima kubwa sana kumbuka. Mfano, Padri Kitima ni mtu ambaye pia amepatwa na madhila ya kupigwa, ni mtu ambaye ameumizwa, lakini pamoja na hapo bado unaona kwa namna anavyotoa ujumbe anatunza heshima ya yule mtu anayemjibu, unaona. Kwa hiyo kuna namna ambapo una, unaelewa. Kwa hiyo lakini pia mtu kama huyu ambaye angalau anajaribu kujibu kwa hekima mtasisi anajaribu kujibu kwa hekima, lakini pia kutorudisha malumbano na nini, lakini bado kuna namna nyingine, unaona kuna kikosi kinaandaliwa ili kuchafua na nini, alafu huyo mtu umwambie asamehe, sio jambo rahisi, lakini nini, bado tunahitaji kusamehe. Tunajifunza kwa maisha ya Yesu, hata pale alipokuwa amepigwa msalabani na watu waliokuja kuwaokoa kenu. Imajini watu ambao unawasaidia wao ndo unawasaidia lakini bado ndo wanaokuangamiza, lakini bado akasema, Baba uwasamehe, maana hawajui wale walitendalo. Tunajifunza nini hapo? Tunajifunza nguvu ya msamaha, sio tu kwa mtu aliyeamua kukuomba msamaha bali hata kama hajakuomba msamaha, ili unamsamehe kwa niaba ya Mungu wako. Maandiko anasema Mungu ni pendo, kwenye waraka wa kwanza wa Yohana, Mungu ni pendo. Na anasema asiyempenda ndugu yake ni muuaji. Kwa hiyo unaamua kumpenda hata mtu ambaye hatambui thamani yako, hatambui nguvu ya kukiri kosa, lakini bado uonyeshe upendo mmoja wa watu ambao wamenigusa sana kwenye kipindi hiki, kufuatilia maisha yao na utumishi wao ni Msa, na nimewafuatilia baada ya pale ambapo mwanzoni ilipopewa mzigo wa kuombea taifa. Nilijua tu kuliombea taifa lili ili lipate haki na livuke kwa amani, lakini siku nilipofunuliwa andiko, Yesu anasema kwamba sikumpoteza hata mmoja ulionipa, maanake Yesu isipokuwa yule aliye ali, mwana wa uovu. Manake Yesu alikuwa hatafuti tu mm, alikuwa hatafuti tu yani ku- kusafiri salama, alikuwa anatafuta ku- asipotee hata mmoja, hata walio waovu wasipotee kwenye uovu wao. Hapo ndipo tunaju, tunaona kwa nini wakati Yesu akiwa kwenye mlima Getsemane anaomba, alitokewa na watu wawili, Musa na, na Eliya kuna mambo mengi ya kujifunza, lakini moja ya kujifunza kitu kwa Musa aliyemtokea Yesu wakati anaomba ni kwamba Musa, pamoja na kwamba Israeli walikuwa wanamkosea, bado alikuwa hayuko tayari wapotee, ndio maana walipokosea alienda mbele za Mungu kuomba kwa ajili yao Mungu awasamehe, na na, lakini pia akaomba Mungu amonyeshe, ili Mungu aendelee kusema naye kumpa njia ya kuwavusha Israeli ndani yangu nilipofunuliwa kwamba siombi tu kwa ajili ya Tanzania ivuke, bali hata wale ambao wamehusika na mabaya haya bado awe salama. Na hapa ndipo nikasikia sauti ndani yangu ikiniambia, huo ndio utofauti kati ya wanaharakati na mtumishi wa Mungu. Mfano, wanaharakati sasa hivi wanasema kwa habari ya Samia Suluhu na wenzake waliohusika na mambo haya kupelekwa ICC lakini sauti ya Mungu, ukisikia sauti ya Mungu kama mtumishi wa Mungu inakwambia wakiwa wanatafuta wao aende ICC anyonge afanyaje? Wewe kama mtumishi wa Mungu unasimama kwa nafasi yake, maana wewe ni mpatanishi, unasimama kwa nafasi ya Mungu kupatanisha. Manake wewe hutafuti a, mtu anyonge, unatafuta usalama wao. Ndipo nikakumbuka hata ile ndoto nilioota tarehe kumi na tano mwezi wa nane mwaka elfu mbili na ishirini na tano kwamba niko kwenye meza moja na wazee pamoja na rais mstaafu Kikwete, nikitafuta namna ya kumpati, kumpatia jezi kwa sababu alikuwa na tamani angalau naye acheze mpira kama wengine. Kwa hiyo na hakuna aliyekuwa na mjali ila mimi nikaguswa nimtafutie jezi. Kipindi kile nilipoamka kutoka ndotoni, nilikemea hiyo ndoto, nilisema kwa nini mtu ambaye nilionyeshwa mwanzoni ya kwamba ninapingana naye kwa sababu anaagiza Gwajima akamatwe? Niliota kwenye ndoto kabla hata hilo tukio halijatokea la kufungwa kwa kanisa k nikasema, kuna mahali ambapo sijasimama kwenye zamu yangu. Lakini kadri nilivyokuwa naendelea nikagundua kwamba Mungu alikuwa ananionyesha ndoto hizo ili anipe picha ya kile ambacho natakiwa kusimamia. Huu ndio utofauti wa mtumishi wa Mungu na mwanaharakati. Mwanaharakati anafanya kila ambacho anakisikia ndani, lakini mtumishi wa Mungu unafanya kila ambacho Mungu anakwambia hata kama hukipendi. Ndio maana ukiangalia mtiririko wa kule nilikoanzia na sasa ni tofauti. Asiivi sitafuti tu Tanzania kuvuka, bali hata wale ambao wamekosea wana nafasi ya kusamehewa, ili hata kama sisi hawataona upendo wetu, basi wauone upendo wa Mungu inawezekana kupitia upendo huo sisi kuonyesha upendo, wanaweza kutubu na kumgeukia Mungu. Maana hiyo ndo kazi yetu kubwa kama watumishi. Unapoenda mbele za Mungu, huendi kutoa hesabu ya wale ambao walikuwa wenye haki, unaenda kutoa hesabu pia ya wale ambao walikuwa waovu, umewasaidia kurudi kwenye njia ya Bwana. Kwa hiyo tangu hapo mimi nikiona mfano mtu akiniletea picha ya